Kakusikia unazungumza kwamba baadaye wakaachana ndo ikaja ikatokea mama na mtoto Mtume. I mean, mama na Harmonize pia then imeenda kwenye mitandao. Samahani, samahani, mimi nimeona kama, kama, kama, kama, kama, ni kama nyinyi na mara nyingi uzuri huwa unasikia kwako. Samahani mtumishi, eh e. Kuhusu Paula na Harmonize hata Paula mwenyewe alithibitishia Tukaonyeshwa video za zimataa la mtu, naomba mm, tuendelee kuanzia hapo. Okay, okay, then ikaja ikaonekana Paula na Abigaeri ni kama wana urafiki. Mara ikaonekana Abigaeri na Mario, then baadaye inaonekana uh, Mario akamove na Paula na Mungu amewajalia wa sasa, wametengeneza familia which is good lakini tena ikaja ikaonekana Abigail kwa, kwa Harmonize na nimeona lo interview yako, umezungumzia kwamba Harmonize amemwacha Abigail, amerudi kwa Paula, I mean kwa Kajala, kwao ni kama it's a chain inazunguka yani. So ina tafsiri mbili, naomba nizungumze kwa tafsiri mbili ndio. Tafsiri ya kwanza nitazungumza kama mwanaharakati, wale ni vyoo vya jamii kama ambavyo wapo kwa hiyo yeah. Sidhani kama inaleta picha nzuri kwa maadili yetu ya Kitanzania. Inaonekana tu ni hali ya kawaida, yani kama uh, mm. kushea siu nitumie neno kushea ama siu ni nini. Kama ni kweli mahusiano hayo yapo, kama ambavyo na nyinyi mmekuwa mkidai kwenye video zenu na nini, swali tuambia ah. wenyewe. Okay, haileti picha nzuri ah, na ah. katika katika maadili yetu ya Tanzania lakini pia taswira na hata wadogo zetu wanapokuwa yani, wengine wanaweza wakajifunza kwamba ni vitu vya kawaida. Lakini nizungumze kama mtumishi wa Mungu kwa upande wa kiroho, ambapo kwenye yengo hiyo ndo kubwa zaidi. uh -huh. Kiukweli ki, kwa Biblia, Biblia inazungumzaje kwa habari ya hayo mahusiano naenda na fact according to the Bible. Ukisoma kitabu cha mambo ya Walawi ishirini. Mm. Kuanzia sura ile ya kwanza mpaka ya ishirini na mbili Mungu alikuwa anampa maagizo Musa kwa habari ya katazo la zinaa, kwa habari ya katazo la uasherati, kwa habari ya katazo ya uzinzi ama zinaa, jinsi ambapo zina inaweza ikabeba laana. Zina inabeba laana kwenye familia, zina inabeba laana kwenye uh, vizazi na vizazi. Kwa Mungu akawa anampa maagizo Musa kwa habari ya wana wa Israeli. Kwa ma, mambo hayo ozinaa ma, kati ya wazazi na watoto ama watoto na wazazi something like Biblia, inaandika katika kitabu cha mambo ya Walawi ishirini, nitaanzia mstari wa kumi na moja. Biblia inasema hivi: Naam, na mtu mume akilala na mkwewe, na mtu mume akilala na mkwewe mwanamke, wote wawili hakika watauawa, wamefanya yaliyo machafuko, damu yao itakuwa juu yao Mstari wa kumi na tatu, Biblia inasema tena, mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao. Tena mtu mume akimwoa mke pamoja na mama yake, ni uovu mkuu, watachomwa moto, yeye mume na hawa wanawake pia, ili kwamba uovu kati yenu ah. Mungu alikuwa anazungumza na Musa, maana yake eh, kibiblia. Ndiyo. ni machukizo makubwa. Tena Biblia imeandika imeita ni uovu mkuu ah, ah. unaweza ukaona si sawa ama mtu ukaona ni kawaida Ndiyo. na madhara yake unaweza usiyaone sasa hivi, lakini ukaja kuona kwenye kizazi na kizazi, au madhara yake unaweza ukayaona hata tu ndani ya maisha, mkakosa amani bali ana mm -mm. Kuna namna tu inaweza ikawa, sorry, inaweza inaweza ikaleta shida mm -mm. Katika ulimwengu wa roho, according to the Bible. Si maneno yangu mimi mm -mm. lakini Biblia imetuagiza ukisoma katika kitabu cha Marko kumi na sita kuanzia mstari wa kumi na nane Yesu wakati anapaa anaenda mbinguni aliwaambia wanafunzi wake kwamba e nendeni ulimwenguni mwote mkaubili injili kwa kila kiumbe aaminie na kubatizwa ataokoka asiamini atahukumiwa na ishara hizi zitafuatana na hao waniaminio kwa jina langu nendeni mweke mikono juu ya wagonjwa kwa jina langu mtatoa mapepo kwa jina langu mtashika nyoka, kwa jina langu hata mkilishwa vitu vya kufisha vitawadhuru kabisa. Maanake katika Biblia tumeagizwa kuombea dhambi, yaani kukemea roho zote, tumeagizwa kuombea wagonjwa, tumeagizwa okay, kuombea watu na shida mbalimbali, isipokuwa dhambi pekee ambayo Biblia imeamuru kuto eh, iombea ila kuikimbia kwa sababu imebeba hatima ya maisha ya watu, imebeba baraka ama laana katika maisha ya watu eh, ni dhambi ya zinaa kama ambapo imeandikwa katika kitabu cha wakorintho wa kwanza sita tukianza ule mstari wa kumi na sita biblia inasema au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye uh -uh. maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja lakini yeye aliyeungwa na bwana ni roho moja naye ikimbieni zinaa A -a. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Maanake Bibilia inavyosema kwamba mtu akilala na kahaba au mtu akilala na mwanaume ambaye si mume wake au mtu akilala na mwanamke ambaye si mke wake, maanake mm. Biblia inasema unakuwa mwili mmoja naye. Ndio maana maandiko yanasema mtu unapofunga ndoa na mwanamme ama mwanamke, mnahalalishwa, mnakuwa mwili mmoja kwa hiyo wewe ukilala na mwanaume ama mwanamke unakuwa ni mwili mmoja naye na, na, na, kwa, na kwa saiko hiyo, maanake wale wote unakuta ni mwili mmoja Mm -hmm. Kama ambapo mnazungumza kwa eneo yenu na nini, sasa nazungumza kwenye upande wa ulimwengu wa roho, upande wa, wa, according to the to the to the Bible. So mimi niseme ndio, uh, nawaombea kwa Mungu, sisi wote ni wanadamu tumepungukiwa na utukufu wa Mungu Diyo. hakuna aliye mkamilifu, wote tumepita oh, kwenye mapito tofauti tofauti, lakini lakini ni kuwa makini wazazi. Genial. Yani sometimes kuiga uzungu uzungu si sawa, tunaweza tukaona ni sawa, lakini katika ulimwengu hara ni mbaya, according to the Bible nimewapa evidence inaonya na inakataza lakini inaonyesha namna gani inaweza kubeba la